Akizungumza katika ziara kwenye kambi ya Dadab kaunti ya Garisa, waziri huyo mkuu wa Somali, Omar Abdi Rashid, alidokeza kuwa serikali ya nchi hiyo inajizatiti kunusuru rasilimali kuu ili kupata hela za kutosha ili kupata hela za kutosha za kuwarejesha wakimbizi waliopata hifadhi humo nchini kwa zaidi ya miongo mitatu. Anakiri kuwa baadhi ya rasilimali zilikuwa zimenyakuliwa na kundi la al Shabab. We are

Kufikia sasa zaidi ya wakimbizi elfu tano mia nne wa somali wamerejea nyumbani kwa hiari. Hii ni kufuatia mkataba wa Kenya, nchi ya Somali na shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR.

kadhalika alieleza kuwa serikali yake itaendelea kunusuru maeneo yaliyotekwa na kundi la magaidi aidha alisema kuwa serikali yao itafuatilia kwa karibu kuajiri zaidi ya walimu 500 ambao wamekuwa wakitoa mafunzo katika kambi hizo hili lina madhumuni ya kuendeleza mfumo wa elimu kwa wakimbizi hao wanaofunzwa kambini kwa takribani miaka 25 sasa Ziara ya waziri huyo imefanyika wakati wanawake sita raia wa Somali walifikishwa katika mahakama ya Kiricho kwa makosa ya kuingia nchini kinyume cha sheria. Sita hao walifika mbele ya hakimu Joseph Ndorori kwa madai ya kuingia humo nchini bila stakabadhi halali. Walikubali mashtaka na kuachiliwa kwa faini ya elfu kumi kila mmoja. Aidha, wamerudishwa nchini Somali. Yunis Omolo, QTV.